Jeshi la Israeli limefanya mashambulizi makubwa ya anga katika maeneo ya kusini mwa Lebanon muda mfupi baada ya kutoa amri kwa wakazi wa vijiji vya mipakani na Israel, likidai kuwa kundi la wanamgambo wa Hezbollah limeanza kujijenga upya kijeshi katika maeneo hayo. Taarifa ya wizara ya afya ya Lebanon imethibitisha kuwa mtu mmoja ameuawa na wengine wamejeruhiwa vibaya katika mashambulio hayo licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano iliofikiwa mwaka mmoja uliopita baina ya Israel na Hezbollah. Msemaji wa jeshi la Israel, Avichay Adraee, alitoa maagizo kupitia mtandao wa X saa tisa alasiri, akiwaelekeza wakazi wa vijiji vya Aita al-Jabal, Al-Tayyiba na Tayr Debba kukaa umbali wa angalau mita mia tano kutoka maeneo yaliyotambuliwa kuwa hatarishi. Vijiji hivyo viko kati ya kilomita nne hadi 24 kutoka mpakani mwa Israel na Lebanon. Mashambulizi yalianza saa moja baada ya amri ya IDF yakisababisha ya milipuko mikubwa na moshi mzito uliotanda angani. Jeshi la uokoaji la Lebanon liliwasaidia wakazi wa vijiji hivyo kuhama kwa haraka, huku baraza la mawaziri la Lebanon likikutana jijini Beirut kujadili maendeleo ya jeshi katika kukusanya silaha za Hezbollah katika maeneo ya kusini.